Tarehe 21 Machi kila mwaka, dunia huadhimisha Siku ya Kimataifa ya Misitu, ambapo mwaka huu wa 2025 kauli mbiu ni misitu na chakula. Kauli mbiu hii inaifanya dunia ione umuhimu mkubwa wa misitu katika kuhakikisha usalama wa chakula, pia ni kwa namna gani misitu inavyoshirikiana na mifumo ya kilimo ili kutimiza mahitaji ya chakula kwa mamilioni ya watu. Nchini Tanzania katika kutambua kwamba misitu ni muhimu katika maisha ya kila siku, utengenezaji wa kanga za Kiafrika zenye mapambo ya miti na matunda yanatoa taswira ya uelewa kuhusu misitu na miti inavyochangia pakubwa uhai wa maisha yao. Viongozi wa serikali wamekuwa mstari wa mbele katika ziara zao kupanda miti ya kumbukumbu kumbu, ikiwa ni njia ya kutoa hamasa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa misitu na miti kwa ujumla wake. Utunzaji wa chemchemi mbalimbali kwa ajili ya uhifadhi wa maji na misitu ni suala ambalo limekuwa likitiliwa mkazo na mamlaka za uhifadhi wa mabonde ikiwamo bonde la Mto Pangani. Taasisi nyingine zisizo za kiserikali zimekuwa zikijitolea katika uhifadhi wa vyanzo vya maji kwa kupanda miti. Watu mbalimbali, maeneo ya mijini na vijijini, wamekuwa wakijitahidi kuwa mstari wa mbele katika kupanda miti kwenye maeneo yao ikiwa ni juhudi ya kukabiliana na mabadiliko tabia ya nchi. Katika ujumbe wake mwaka huu, Umoja wa Mataifa umesisitiza umuhimu wa kulinda na kutunza misitu ili kuhakikisha kwamba dunia inaendelea kuwa na mifumo endelevu ya uzalishaji wa chakula. Akizungumza na Jaizmela News kuelekea Siku ya Kimataifa ya Misitu, afisa misitu wa chuo cha viwanda vya misitu FITI kilichopo mjini Moshi, Ignes Mambosasa amesema misitu ni chanzo muhimu cha maisha kwa watu, wanyama na mimea. Hii ni kwa sababu misitu inatoa oksijeni, hifadhi ya maji, pia inajumuisha mazao ya chakula kama matunda, mboga kadhalika. Pamoja na hayo, misitu inapambana na mabadiliko tabia nchi kwa kunyonya kaboni, hivyo kuzuia mafuriko. Misitu kwanza ni mali, misitu ina muhimu mkubwa sana kwa maisha ya mwanadamu. Kwa haraka haraka tu ni kwamba misitu kwanza inatupa hewa safi ambayo ni tunaita oxygen, ambayo ni hewa muhimu sana ambayo mwanadamu anaivuta. Misitu inalinda ardhi yetu isiharibiwe. Misitu inahifadhi wanyama mbalimbali ambao ni vivutio vya kiutalii nchini kwetu. Kwa upande wake, kaimu mkuu wa chuo cha fiti Bisesilia Limo amesema kuadhimisha siku hii kimataifa watapanda miti katika maeneo ya makanisa katika manispaa ya Moshi na kutoa elimu namna ya utunzaji wa miti hiyo kwa ustawi bora wa jamii ya Kitanzania kuelekea siku ya misitu duniani na siku ya upandaji miti duniani, chuo cha Fiki tumejipanga kwenda kupanda miti katika maeneo mbalimbali, na katika eneo moja hapo tumechagua tumechagua kwenda kupanda miti eneo la kanisa, na katika eneo lile tutapanda takriban miti isiyopungua miche mia tatu. Tunapanda miti kwa sababu sasa hivi kwenye sera ya taifa inasema kwamba panda miti ko sisi tunaenda kupanda miti kwa kuzingatia sera ya taifa iliyopo sasa hivi. Hata hivyo, changamoto ya uharibifu wa misitu zinaendelea kutokana na shughuli za kibinadamu kama ukataji wa miti, kilimo kisichokuwa endelevu na uchafuzi wa mazingira. Hatua ambayo imekuwa ikisababisha upungufu wa mazao na ongezeko la njaa katika maeneo mengi duniani. Lakini misitu imekuwa ikipata changamoto kubwa kutokana na shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika. Shughuli hizi zinapelekea ukataji wa miti, mwisho wa siku sasa manufaa ambayo tungeyapata kutokana na miti tunashindwa kuipata. Hivyo basi tunashauriwa au tunaarikwa kwamba kila mwananchi ni jukumu lake kuhakikisha kwamba tunapanda miti mingi ya kutosha, lakini pia shughuli ambazo sio rafiki kwa mazingira tunazihakikisha tunaziacha ili kuendeleza misitu na miti ili tuendelee kufaidika zaidi. Umoja wa Mataifa umekadiria asilimia kumi na mbili hadi ishirini ya uharibifu wa misitu duniani kote ambako umekuwa chanzo kikubwa cha hewa chafu, hatua ambayo imekuwa ikiongeza joto duniani. Balozi wa mazingira mkoani Kilimanjaro, Rafael Mrutu amesema chanzo cha uharibifu wa misitu na miti ni umasikini unaowakabili Watanzania wengi, hivyo ni jukumu la serikali kuhakikisha wananchi wake wanaondokana umasikini huo, kama ambavyo sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dakta Samia Suluhu Hassan anavyopambana kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na uwezo wa kutumia nishati safi. Suala hi la ukataji wa miti uh, kwa, kwa mara ya kwanza kabisa ambapo tunafanya harakati za tunapunguza ukataji wa miti lakini pia tunaongeza upandaji wa miti lakini pia tunahamasisha watu matumizi ya gesi na vitu kama hivyo. Changamoto ambayo nimekutana nayo ya kwanza kabisa ni kwamba kitu kinachofanya watu wakate miti kwa ajili ya kulima, lakini pia ukataji wa mkaa, kwa ishu kubwa ya kwanza kabisa ni ishu ya umasikini. Unaangalia watu wale, watu ambao wanakata wanakata miti kwa ajili ya mkaa ni kwa ajili ya kujikimu kimaisha, sababu tumekuwa tukikaa nao tukizungumza nao kwamba shida ni nini, tazo ni nini? lakini tukiangalia kwa sehemu kubwa pia ni umaskini. Kwa hiyo lakini jambo kwa kwa kwa la pili wawe wanauza mkaa kwa ajili ya kujikimu kwenye maisha yao. Kwa hiyo jambo la kwanza ambao tunaweza tukaliangalia sisi ni kuangalia kwa habari ya maisha yao, tukisha kuwa tumeweza tumewezesha maisha yao, angalau tunaweza kupunguza ukataji wa miti kwa kiasi kikubwa, lakini pia matumizi ya mkaa kama uh, mishati ya, ya, ya, ya, ya kupikia.